Jambo familia ya APS, hapa ni papa Mwamba. Tunapenda kuongea na mweye siku ya leo, gisi ya kuangalia, kusoma na kutuma barua kusini email. Ndiyo zaidi tutatumikisha ni parent view yetu. Namna ka nile mimi naweza kusoma barua kutoka kwa mwalimu au kutoka kwa shule ya mtoto yangu, mbele tatumikisha parent view yangu na kisha yake tatumikisha username na password. Tatumikisha username yangu kisha yake, hapa naandika password. Kuandika password, password naponda hapa pa login, kisha kuponda pa login naona ParentVue yangu inafunguka, tuko hapa na Synergy mail. Mbele ya kufungula hii Synergy mail naangalia niko na watoto ngapi kushule. Niko kwa mfano na watoto tatu, sasa hivi niko na watoto tatu kwa mfano apa na fungula oyo eko mu elementary school wa kwanza, oyo eko mu middle school na oyo eko high school apa. Taponda tapenda kusoma ii ya mtoto wa middle school. Ndio kwa mtoto wangu wa middle school niko na Synergy mail apa namna gani ile mimi niweze kusoma barua ya kutoka kushule ya mtoto yangu? Namna gani ile mimi niweze kujibia kwa hiyo barua ilitoka ku masomo ya mtoto yangu kupitia njia hii ya Synergy Mail? Kya kwanza taponda hapa pa Synergy Mail, pale inaponda hapa pa Synergy Mail, taona Synergy Mail inafunguka. Kama unaangalia huko kumkono ya shoto tuko na hapa banaandika compose. compose ni kusema kuandika kama unapenda kuandika barua na kutuma kwa mwalimu. hapa tuko na inbox. inbox ni ndani ya shanduku yako ya mabarua. mabarua ngapi iko ile ndani ya shanduku ya mabarua? Unaona hii mabarua ni kusema ilisha kusomewa. Hii iko mweusi, hii barua hiyo bado kusomewa. Na hii hapa tuko na alert iko mwekundu, ni kusoma hii mabarua Ad, ajasomewa hii mabarua yote, haijasomewa. Hapa sente ni barua ile minatuma au ile orutuma kwa mwalimu. Hapa ni ile uliandika au manize aumanize tume. Hapa ni takataka au ile yote unazima itaingia umu mutrash au tunasema mtakataka au ya kusema ishauzimiwa. hii ni ile iko nje ya sanduku yako ya mabarua. Kwa mfano hapa mimi naponda kumabarua, ndio mabarua yangu yoii, hii mabarua yote ivitwakwa wa mwalimu. Hii alama ni ya kutafuta nayo mabarua kupitia che na mwalimu. Hii alama ni ya kuonesha seme attach au badi unga ndani ya barua barunga, kwa mfano picture, kwa mfano video kwa mfano makartasi mbalimbali mbalimbali, njoo ile utaiona kuko hii alama ndani ya hiyo barua ya kutoka kumasomo. Kwa hiyo mstari kama unaona kumi, inasema niko naona mabarua kumi. Hii inatoka hapa pa tablo yangu ya kompyuta. Kama mimi naponda pa tano, itatoka ma email tano, na kama mimi naponda minaponda papa ishirini, itakuwa ma email ishirini ile iko naonekana ku tableau ya kompyuta yangu. Na kama unaangalia hapa, vile milimionesha, kwa mfano hii alama ni ya kuonesha seme kuko biungo au attach, ile bana waongeza, inaweza kuwa picture, inaweza kuwa mabarua ya kuachana yakwachana, inaweza kuwa report book ya mtoto wako, card ya mtoto wako, au kyokyote ile bana unga, ndio njeteona, utaona hii alama vile iko, ndio narudia hapa, kwa hiyo ayasomewa unangalia pale, minaponda pale iko 65 mwili 65. Kama unangalia mzuri, yo iko mweusi. Sasa kama minaponda hapa inafunguka, unaona hapa inapunguka, inakuya 64 4. Ni kusema ile alerte ileko mwekundu ni mabarua ile mibado mibado kusoma ndio. Na kama minasoma, narudia par exemple hapa, kwa mfano kwa mabarua kama nafungula hii barua ya kutoka kwa mwalimu, hiyo barua inafunguka. Kisha kufunguka, kisha mikusoma, niko na lazima ya kujibia kuii barua taingi. Apa ma mnaponda hapa reply, ni kurudisha. Na kama ponda apa, utaona, forward, nukusema, kwa mtu mwingine, au mimi napenda pndakuingz watu wengi wale, napenda kutia mwile barua yangu, mita ponda pale, mitaponda pale naponda hapa juu ya kupata forward, na naandika ma wale mimi minapenda kuongeza hiyo ku barua reply. Kwa mfano naponda pale, kisha kuponda, unaona inatoka hapa, kisha kutoka hivi, natoka hii, natumia huu. Mwalimu alinitumia barua na minapenda kumujibia na mkumujibia. Kwa mfano minasema niko lazima na habari kupata habari ya mtoto yangu kupitia shule ya mtoto yangu, ndio na nasalimia mbele mwalimu kumsalimia, na nantika kwa mfano habari ile niko nayo lazima nataka kupata juu ya mtoto yangu uleko shuleni, ndio na nasema asanti kwa mwalimu. Ah, kama minamaniza napenda sasa kutuma hiyo barua. Kwa kutuma hiyo barua minaenda hapa pa kusema pakusema, send, natuma barua yangu ndio. Hapa compose, ni kusema kama minapenda kutuma barua sasa kwa bamwalimu, natia subject yangu maneno kanili, minapenda kuongea na mwalimu, natia hapa, natia address ya ya mwalimu pale, na kama minamaniza kuandika, minaenda hapa, natuma kama napenda kufunga na gusa hapa nafunga. Njoo hiyo namna tunaezi kutumikisha Sine Gmail, namna ile tunaezi kutumia mabarua kwa, kwa mwalimu na kupata jibu nayo kwa mwalimu. Alama zaidi ile tunakuwa nayo lazima ni unaona, maalama iko hapa ndani ya shanduku wengi ya mabarua ilitoka kwa masomo ile imelisha kufungula na ile imesha kusoma. Njoo hapa unaona hii namba hii iko mwekundu ni kusema hii mabarua mi bado kusoma. hii mabarua hapa ni barua ile mimi napenda kutuma au msha kutuma. hapa ni ile mimi naandika na mishimanize kutumayo. hapa ni trash au ile misha zima njoo iko niingia umu trash. hapa ni mabarua iko nje ya sanduku yangu ya mabarua. compose ni kuandika kupenda kuandika huko, kama minapenda kurudia nyuma huko kama napenda kwenda mbele, kuenda mbele au kupitisha mapage vile iko na. Ndio namna ile minifasilia, namna ile tunawezi kutumikisha parent view yetu kupitia njia ya Synergy mail, au tunawezi kujibia kuma barua ile tunapata kushule ya watoto wetu, namna ya kusoma na namna ya kurudisha ile mabarua, namna ya kujibia kwa hiyo mabarua. Asante kwenu kwa siku ya leo. Na kama mko na swali yoyote, mnaweza kupitia njia yetu ya simu, mnaweza kutuliza, na tunaweza kuongea pamoja kujua namna ile kumisaidia juu ya kujibia mabarua na kusoma ile inatoka kushule ya watoto yenu. Asante tena.